Tumeeleza mambo mengi kuanzia asubuhi, kanuni za maadili ya utumishi wa umma nane, taratibu za likizo, taratibu za uhamisho, taratibu za malipo, taratibu za madai mbalimbali, taratibu za kupandishwa vyeo, zote hizo ndio kazi tuliyoifanya hapa. Nikemee vitendo vya kutumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii ambayo wakati mwingine ina taarifa zisizo rasmi na taarifa za upotoshaji tujiepushe na kuingia kwenye mitandao ambayo mwisho wa siku inaweza ikahatarisha usalama wetu kazini, lakini ikahatarisha pia ustawi wa taasisi. Ipo mitandao mingi ambayo inatumia muda mwingi wa watumishi, badala ya kufanya kazi, badala ya kuitumia kwa tija, wao wanatumia kama sehemu ya kupoteza muda wa mwajiri. Watu wanatumia mitandao siku hizi kibiashara, wanapata fedha. Wewe tangu asubuhi mpaka jioni uko na TikTok na vichekesho na komedi na nini? Tutumie mitandao kwa ajili ya manufaa ya kudownload matirio ya kufundishia, utaalamu wa afya pamoja na mambo mengine, lakini pia kibiashara, kuliko kutumia kwa ajili ya kujifurahisha tu. Tafadhali tuepuke migogoro isiyo na tija mahali pa kazi. Tushirikiane. shule inapofelisha ni shule nzima, haumkomwi mkuu wa shule ni halmashauri tunapimwa dhidi ya halmashauri zingine. Mimi nafurahi kuona wapo watumishi ambao wanatambua kwa nini tumepata nafasi. Tumuheshimishe mheshimiwa Rais. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, tujiepushe kushiriki kwenye mambo ambayo yanahatarisha utumishi wetu. Mungu abariki sana na muwe na siku njema, nawatakia kila laheri, asanteni sana. Mheshimiwa Mkurugenzi, umetipisha kwenye mambo mengi Umetuasa tuepuke masuala ya mitandao. Kuna watu ambao tumekuwa washabiki wa mitandao na hatujui impact ya mitandao, tunashindwa kufanya majukumu yetu ambao ni ya msingi, lakini masuala ya mitandaoni tunayafahamu sana. Na kupongeza vile vile, namna ambayo umetu pitisha kwenye haki za watumishi kupitia wakuu wa idara. Umesema tusikate tamaa. Mimi nakuahidi kwamba hatukati tamaa na tunasonga mbele. Asante sana.